Rais wangu mimi alitangaza kwamba mimi sifa nashikiliwa kwa sababu ya sasa sema ni mchochezi, nachochea au nachonganisha wananchi na serikali yao, kitu kama hicho, nadhani kama sijatamka vizuri, lakini kilikuwa kinaenda nendana na maelezo yangu haya nimetoa hapa, kulikuwa nenda nendana na vile alivyotangaza rais wangu afande Benjamin Kuzaka. Mimi rais wangu aliniambia kwamba nimesambaza taarifa za uongo kwa njia ya mtandao, na mimi nikasema taarifa hizo mimi nilizichukua mtandaoni. Ya uyoga ndio haizuiliwi na marumaru. Nguvu ya uyoga haizuiliwi na zege wala haiogopi kupasua kichuguu. Sasa hii ni nguvu ya bichi kulav. Tunajiuliza na kama unavyoeleweka tu kwamba kila mtu anaweza kujiuliza, sema ni tunatofautiana. Unajiuliza nini? Unawaza nini? Unafikiria nini? Basi mimi katika mengi ninayofikiria kuna maswali mengi najiuliza Mlewa, na izini, na siyajua, ana, ame, kwa habari ya ndugu yangu Helbeth Mlelwa ambaye ameshikiliwa na jeshi la polisi ambaye amewekwa kizuizini na sijajua ana- anashikiliwa kwa sababu ya kosa gani, sijajua, ila katika kujiuliza uliza akili yangu inaenda huku inaenda kuna kule, bado sipati majibu, lakini kama mwanadamu halisi kujiuliza ni lazima na nimesema kwamba kila mtu kuna maswala anajiuliza, ila tunatofautiana. Unajiuliza nini? Unapata jibu gani? Unajiuliza unafikia wapi? Baada ya kujiuliza hivyo, unachukua hatua. Yaani kila mtu tunatofautiana, namna ya kufikiana, namna ya kujiuliza. Sasa basi mimi najiuliza kwamba hivi huyu ndugu yangu Helbeth, sijui mdogo wangu, sijui kaka yangu, sijui mtumishi wa Mungu, sijui niseme mchunga jana shule, niseme nimtumie, niseme nitumie kwa gani naweza na nikasema mdogo wangu, naweza na nikasema mtumishi wa Mungu, niseme kaka yangu, niseme mchungaji, anakosa gani? Labda ni ile clip ambayo alizungumzia masuala ya Waislamu, lakini nagoma, sio hiyo. Nikitoka kujiuliza hilo, unajiuliza kwamba labda ni ile clip ambayo alimkemea Profesa Kabudi alipotangaza kwamba wimbo wa Singeli, mziki wa Singeli, si wimbo si mziki, huko huko sijui, kwamba utakuwa utambulisho wa taifa la Tanzania, naye mchungaji Helbeth akasema wimbo ambao unachezwa kwa namna za Kimalaya vile hauwezi kutambulisha taifa letu, kwamba mtu atakapokuwa popote aone namna ile ajue basi Watanzania wote, wote wako vile akisema hapana, mzee, hiyo haiwezekani, na hilo inabidi ujiulize na, na, na, na ikiwezekana urudi kuitubia kwa watu kwamba nichokisema sio sahihi, na kabla laana za Mungu hazijaanza kulipiga taifa na kutuambia watu wa Mungu tuombe na kukemea mambo kama hayo, basi kabla sisi tutajiambia kuombea laana ambazo tunaweza kulipata taifa letu, basi itakuwa ita muhimu na ni itakuwa itakuwa vyema sana, ikiwa mzee Kabudi akitoka hadharani akatubia kwanza, kauli yake itakuwa vizuri sana. Sijui ndiyo hiyo, najiuliza, akili inagoma kwamba hizo mm, mbona nilieleweka tu, mbona ilikuwa peupe tu, mtu naweza kaelewa, hata mtu mwenye akili mbili unaweza kaelewa mm. Sasa kama hiyo haitoshi, kutoka hapa akili yangu inatembea we, inazunguka huku na huko na kule na huku na mle, nakuja kusema kwamba mm, au ni ile clip ambayo alimtetea Tundu Lissu eh, ile clip aliyomtetea Tundu Lissu na kuambia maskari wasiwe wana wasi wasimwonee wasimnyime yani, au wamwachie uhuru wa kufanya mikutano yake ya siasa. Mbona wa viongozi wa vyama vingine wanafanya kama viongozi wa CCM na jinsi hmm. nasema hamna wewe, mbona hiyo iko wazi tu hiyo, mbona hiyo inaeleweka tu, hata mtoto wa darasa la 30 sasa kaelewa, kisikiza tu hata bila kumuuliza Roho Mtakatifu, Mungu unifunulie, Mungu alimaanisha. Ni mtumishi tunaelewa tu, mtu wa Mungu ana nia, anatamani asipe mtu ambaye atakuwa anaumia atakayekuwa mwingine, yani tuwe sawa wote, tuwe sawa hmm. Sasa basi nikitoka najiingiza kwamba ah, ile clip ambayo alirusha aliyochukua kwenye akaunti ya Kigogo, si Kigogo alirusha ni kwenye mtandao gani? Si ni YouTube? Si ni TikTok? Si ni Facebook? Si sielewe watu kwamba labda ile clip ya Kigogo, Kigogo al, ile clip alirusha watu wakiwa wamewekwa kwenye mifuko si ni watu yani, sauti unasikia ni sauti za watu kwamba akasema wawe kwa upanga atakufa kwa huu akawakemea wale watu na kwenye maswali yake akajiuliza akaoja akasema hawa watu ambao labda kinachofanya tu na maswali kwamba inawezekana ma wasiwasi za kigogo au maswali ya kigogo ikawa ni kweli kwamba labda hawa ni watanzania kwamba ni vile ambavyo tunaona kuna watanzania wenzetu wamepotezwa hatuelewi waliko ikiwemo yule kijana aliyochoma picha ya rais wakina Deus soka na wenzie au ni wa haraka haraka ambao mimi nawakumbuka. Akasema kwamba tunavyojiuliza kwamba ndugu zetu wako wapi, alafu kigogo anatoa video kama hii. Yeye mchungaji alisema kwamba inawezekana hiyo video aliyerusha au aliyeshoot hiyo video, labda pengine ni mtu ambaye alikuwa ametumwa kutekeleza kile kitu, kwa kwa kuwaumiza, kwa au kuwaua wale watu. Baadaye yule mtu alivyokuwa ametumwa, labda akawa na shoot video akafikishe kwa mtu aliyemtuma shoot video ah, basi ulinituma, ulichotuma nimetekeleza, nimefanya, basi ile video ndio imesambaa, bahati mbaya namna hiyo, labda pengine simu ikapotea, simu ikaangukia kwenye mikono ya watu kama akina kaa kina kigogo, kurusha na kusambaza ile video. Sijui naye mchungaji aliongea kwenye, kwenye namna za kujiuliza, lakini mchungaji alikuwa anajiuliza pamoja na kigogo kwamba maswali ya kigogo anavojiuliza kwamba Tanzania kumekuku hivi. Sasa mchungaji alisema tuchoze kufanya wananchi washtuke wanapoona video kama hizi na kujiuliza kwamba labda ni nini nini, ni, ni, ni. Baada ya kuona kwamba video kama hizi tunaziona kwenye wakati mgumu ambao kuna ndugu zetu wamepotezwa mpaka sasa tujue kuna nini. Basi mimi najiuliza sasa kwamba katika yote najiuliza, sipati jibu, kwa sababu najiuliza, mchungaji, mbona nia yake iko wazi? Mzalendo wa kweli kabisa, anatimiza andiko la Isaya 58 mstari wa kwanza kwamba piga kelele, wala usiache waambie watu wangu makosa yao, na nyumba ya Yakobo dhambi yao, nasema mchungaji. Basi najiuliza hayo, sipati jibu, lakini baada ya kujiuliza mengi hayo, maswali ya namna hiyo, nikifika mwisho kwamba mchungaji Helbeth Isaac Mlelwa ameshikiliwa kwa sababu ya kosa gani? Narudi huku, narudi kwamba je, atachiliwa kwa dhamana au ndo, sijajua yani sijui sheria mimi sijui sheria mimi sijui, yeah, sheria kwamba labda ataenda mahakamani na kama akipelekwa kwa mahakamani, labda yani, yani, kwa mfano hivi anaweza kushika akasomewa shitaka gani, anaweza anani anaweza akapewa kesi gani? Mfano yaani inaweza yani mfano kama sasa hivi mimi mtu akiniuliza kwamba Helbeth ameshikiliwa kwa kosa gani, sijui. Nimesema katika ambao anajiuliza bado sijui, kama ndo hayo sijui, kwa sababu akili kitaka akili kitaka nisukume niambie kwamba ndo hayo ambayo amefanya mchungaji Helbeth ashikiliwe, bado moyo unagoma kwamba mmh, haya haiwezekani, mbona yako wazi wewe haya hamna bwana, najashikilia kwa ajili ya haya, lakini na moyo unagoma kabisa. Sasa mimi nilipokamatwa wakati ni mimi ule wimbo wa mnatuona nyani, nilizungumza nilikuwa nimezungumza masuala ya umeme kukatika, nikasema swala nikasema umeme unakatika kazi na kazi zinasimama kwa sababu ya umeme kukatika, nikazungumzia swala kwao kwa mtoto mbalikana baba yake kupewa kesi na ushahidi uletwa mahakamani kwa utata, nikazungumzia masuala ya, ya Korongoro, nikazungumzia hapo ni Ngorongoro na Masai vile ilikuwa, nikazungumzia swala ya, ya, ya bandari Mm, kwa fupi niliongeleani hayo baadaye. Nikasema kwa hapa tulipo Tanzania tuna mhitaji Mungu tu aokoe jazijazi letu isizame. Hey, mwenyezi Mungu utuokoe, maana uliyebaki hapa ni wewe tu utuokoe. alasio wangu alasio wangu mm, alisema nimeshikiliwa mimi sasa. Wakati wa mahojiano aliniambia mimi nimesambaza taarifa za uongo kwa njia ya mtandao pale ambapo nilisema yule kijana, niliposema kijana mdogo amegona na masmeo na maskari huko Ngorongoro. Hii ni kwa sababu mimi arasi wangu aliniambia kwamba nimesambaza taarifa za uongo kwa njia ya mtandao, na mimi nikasema taarifa hizo mimi nimezichukua mtandaoni na aliyekuwa anazitangaza ni diwani wakata, si kama nitaweza kutamka vizuri, mtanisamee, siji mimi sikijui Kimasai, mimi ni mhaya <coughs> yule diwani alisema siji ni diwani wakata kata neno kanoko remote sijui huko huko, kama huko huko Diwani alitangaza akasema kijana mdogo amemwolewa mimi na maaskari, akawa anamuonyesha picha yake, ile kijana mtoto mdogo, akasema walimwita sio jangili, sio alimpiga, sema sio alipiga na kitako cha bunduki, sio alipiga na nini, kitu kama hicho. Basi mimi nikasema mimi kama taarifa ni ya uongo kwenye mtandao, kwenye vyombo vikubwa vikubwa. Mm, arasi wangu, kwani diwani angeza kutangaza taarifa ya uongo? Basi diwani alikuwa kuchukuliwa hatua, kwa sababu kwa nani anatangaza taarifa za uongo kwenye mtandao ni kwenye vyombo vikubwa vikubwa. Asante arasi wangu, arasi wangu afande Andrew, Gabriel Katimbo ndivyo alivyoniambia, nikapokea. Wakati niko ndani, nilivyotoka nilikuta arapisi wangu, arapisi wangu afande, si kama anatamka vizuri, mi sijui, arapisi wangu afande Benja nikuzaga yalitangaza kwamba sifa jeshi la polisi linamshikilia binti anayefahamika kwa jina la Sifa Bolventa Bujune mwenye umri wa miaka 25 mkazi wa ss wakati nilikuwa na miaka ishirini na tano sasa hizi na nilikuwa hivi na hii ishirini na saba 18 mwezi wa nne ishirini na tano arapisi wangu afande Benjamin, ni nikuzaga yalitangaza kwamba sifa jeshi la polisi linamshikilia binti Anayefahamika kwa jina la Sifa Bonventure Kujune mwenye umri wa miaka 25 mkazi wa ICS. Wakati nilikuwa na miaka na 25, 60, saize, na na na hii ni hivi tarehe si tarehe 18 mwezi wa nne, kwa hiyo anapisi wangu mimi alitangaza kwamba mimi Sifa nashikiliwa kwa sababu ya siaisema Se, ni mchochezi nachochea au nachounganisha wananchi na serikali yao, kitu kama hicho, nadhani kama sijatamka vizuri, lakini kilikuwa kinaendanaendana na mm, maelezo yangu haya niliyotoa hapa, alikuwa ilikuwa naendanendana na vile alivyotangaza arafisi wangu Afande Benjamin Kuzaka. Basi kwa hiyo raco aliniambia mimi nimesamaza taarifa zangu kwa njia ya mtandao, alafu arabisi wangu akatangaza kwamba mimi sifa ni, ni mchochezi mm-hmm, taarifa. Hivi sasa najiuliza ndugu yangu Helbeth Isaac Mlelwa, naweza nikasema mdogo wangu, kwa sababu kama namzidi kidogo, hata kama simzidi sana, ila namzidi kidogo. Sasa najiuliza ndugu wangu, mdogo wangu hatashtakiwa au shtaka lake linasemaje, au kosa lake ni lipi? Je, yeah. Ni kusambaza taarifa za uongo kwa njia ya mtandao? Kwa sababu sasa uongo unaweza kuingekkwenuuongo najua, ndugu zangu, najua sijui, mimi sijui. Je, yeah. taarifa za kusambaza taarifa za uongo kwa njia ya mtandao, sijui, kuchochea kuwachonganisha raia na na na viongozi wao na utawala wao na serikali yao kuwachanganisha wananchi na serikali yao, sijui au ni mhaini sijui, au anapingana na serikali, anapingana na mamlaka sijui, kwamba labda mtu hivyo anapingana na mamlaka, anaweza kawa kama mtu kweli hana silaha yoyote, hana jeshi yote, anaweza kawa anapingana kwa na serikali ya Tanzania? E -e, jeshi hivyo na majeshi sijui mimi hmm. Labda iaa ambayo unajiuliza, a, unajua nimesema kwamba kila mtu ana haki ya kujiuliza kwenye ufahamu wake. Unajiuliza na mambo ambayo najiuliza ya ya mengi mengi, lakini kwa kwanza jisome maandiko ni Nikuachie wewe sasa mtu wa Mungu. Ni kuachie wewe unanisikiliza, nasoma maandiko katika Marko sura ya sita anasema mstari wa 17 maandiko yanasema hivi. Kwa maana Herode mwenyewe alikuwa ametuma watu akamkamata Yohana akamfunga gerezani kwa ajili ya Herodia mkewe Filipo ndugu yake, kwa kuwa amemwoa. Kwa sababu Yohana amemwambia Herode, si halali kwako kuwa na mke wa nduguyo. Naye yule Herodia alikuwa akimvizia akitaka kumuua, asipate. Maana Herode alikuwa akimwogopa Yohana, akimjua kuwa ni mtu wa haki mtakatifu, akamlinda, na alipokwisha kumsikiliza akafadhaika sana, naye alikuwa akimsikiliza kwa furaha. Najua kwamba wapo watu wa Mungu ambao wapo watu kwenye ngazi za utawala, ngazi za juu. Sijui juu ni wapi, siu mtu mkubwa ni nani waje? Sijui, kwa sababu wakati wa uchaguzi sisi ndo tunakuwa wakubwa, sisi ndo tunakuwa waheshimiwa, tunapigwa magoti mm -hmm. Ila baada ya uchaguzi sisi sisi ni Yaani wakati wa uchaguzi sisi ni waheshimiwa, tunakuja wanakuja wao wanatuomba viongozi wetu wakuja kutuomba. Naombeni mnitume tena, nitatumika, mnisamee kama kuna mazi kufanya vizuri, niongezee tena, niamini tena nitaenda kufanya vizuri. Eh, asante. Ila baada ya hapo sisi tunakuwa watumwa sijui, wenyewe wanakuwa ni wakubwa au ni waheshimiwa. Sisi tunakuwa sisi sijui tunakuwa si sijui sikumbuki sisi, sisi, sisi, sisi tunakuwa wakina okay, nani? Sisi sasa najua wapo watu ambao wapo kwenye ngazi za utawala ambao tunapoongea manendo kama haya wanapenda na wanatusikiliza kwa, kwa furaha na kwa kupenda sana kwamba jamani, taifa letu ningekuwa na watu wazalendo kama hawa tungefika mbali, lakini kwa sababu ukiona hapa, Herode alikuwa anampenda Yohana, pamoja na kwamba Yohana alimkemea akamwambia, Herode, sio halali kwako kuwa na mke wa ndugu yako. Wewe ni mfalme, unajua kuoa mwanamke yeyote, lakini haikuwa lazima umuoe um, um, um, mke wa ndugu yako. Pana si halali kwako. Mbona wewe ni mfalme, ulikuwa unaweza kuchagua mwanamke yeyote? Mabinti wapo, wanawake wapo ambao ni wajane wa masingo madaha wapo, si ungechukua hao ungekuja kuchukua mke wa ndugu yako? Ah, katuki. Yeye alifurahi kwa kuonywa, alikuwa anamsikiliza Yohana kwa kufurahi, kwa kupenda. Lakini sasa yule mwanamke mwenyewe au wapambe sasa pembeni, ah, amekutukana. <coughs> Sijui. Lakini nikisoma maandiko najua naona kwamba huyu mfalme alikuwa anampenda sana Yohana, alikuwa anamsikiza kwa, kwa, kwa moyo wa dhati na alikuwa anamlinda. Na ukija kuangalia huyu mfalme asingeweza kumuua Yohana, ila alimuua kwa sababu ya kiapo chake. Alimwahidi mtu kwamba ukicheza vizuri, umecheza vizuri, basi kwa baada ya hapo ukisema chochote ambacho na nataka mimi nitakupa Akisema mimi nataka, akaenda kumuuliza mama yake, mama niseme nini? Nakumwambia akamwambie nataka kichwa cha Yohana kwenye kombe, sasa hivi wamchinje. Basi kwa sababu mfalme alikuwa ameshahidi kwamba nitakupa hata kama ukitaka uh, nusu zaidi, yani chochote unachotaka nitakupa, na kutaka nusu ya ufalme wangu nitakupa. Ikabidi mfalme ameyafanya kwa sababu ya vile ambavyo alikuwa ameshajiapiza, lakini wakati huo akakubali kumua Yohana, ila moyo wake ukiwa unamuuma sana. Najua wapo ndugu zetu, wapo viongozi wetu, wapo watu ambao wapo kwenye ngazi za utawala, ambao ni kweli wanaweza kuchukua hatua zote ngumu juu yetu, lakini wakati anajua kwamba watu hao wa, ni watu wa haki, ni watu wema. Mimi mfano hapa, mimi sifa. Mimi na namba zangu ziko wazi. Unaweza kupitia, yeye ni sifa ndugu yake na kila naye ambao anampaga jeuri. Au mbarikiwa na watu. Mbarikiwa watu tu, mimi sisi tunaongea kwa sababu ni watu wa Mungu tunatimiza wajibu wa, wajibu wetu kama watu wa Mungu. Sasa kuna watu ambao ni viongozi ndio Wanakuja kuchukua hatua juu yetu, hatua mbaya, ila wakati wao wao, kiwe inauma hasa nakuonya kwa ajili ya faida yako wewe mwenyewe. Ukiona hapa, mfalme huyu alisongwa, huyu Herode alisongwa, lakini baba yake kwamba alisongwa akamuua kweli Yohana, lakini bado mwe wake ulihuzunika, uli, uli, uli uzunika, miaka yote hakuja kupata raha. Ukija kujua kwamba kwa kupata raha, nisome hapa, nimesoma, nimesoma Marko 6:17 hapa sasa, nianzie 14. Hivi Marko 6:14 anasema, naye mfalme Herode akasikia habari, kwa maana jina lake lilikuwa kutangaa, akasema, Yohana Mbatizaji amefufuka katika wafu, na kwa hiyo nguvu hizi zinatenda kazi ndani yake. Umesikia kwamba nguvu hizo zinatenda kazi ndani yake? Mstari wa 15, wengine walisema ni Elia, wengine walisema huyu ni nabii, na au kama mmoja wa manabii ni kwamba mmoja wa manabii wa zamani wamefufuka. Lakini yo, nani huyu Herode? Alisema Herode, alisema aliposikia, alisema Yohana niliye mkata kichwa amefufuka. Wengine wanasema yeye mfalme bado ana mawaa, ana wasiwasi, sema sio yule niliye mkata kichwa amefufuka, maanake moyo wake bado haukuwahi kuwa na amani. Yeah, anawa, ah, pamoja na yu, la, kwamba Alimua Yohana kwa sababu amesongwa, alimua Yohana kwa sababu ya ushawishi wa watu, kwa sababu ushawishi wa mke wake na na wengine wengine wengine walikuwa wamemzunguka. Sasa nimefika kote huku ila mimi sioni shida kwamba kuna madhani inaweza kutupata na amini, Mungu jua Mungu ametuamini na baada ya Mungu kutuamini Mungu atujua tunazo tukapita popote ambapo jina lake halitatukana. Sasa mimi baada ya hayo naendelea kujiuliza. Hmm, uko tu nimefika nitakuja kupafanua siku nyingine ila tu najiuliza kwamba huyu huyu um, mdogo wangu yeye atasama shitaka gani? Hmm, sijui. Mimi sijui yeye shitaka lake ni lipi? si ni kama mimi mchochezi? Si anasema taarifa za zanu aja mtandao, si ni mhaini? Hamna, wewe sio mhaini kwa shina wesu, sio kwamba mchochezi. Amechochea nini? Nikisema mchochezi, nakubali kama ni mchochezi, lakini mchochezi wa haki utu na ubinadamu yani. Na ndio maana kwenye clips zake anasema hii ndio njia iliyo njema yaani, usipenda kutendewa wewe usimtendee mwingine. Hicho ni kichocheo? Hicho anachochea, na wakili kabisa anajua anachochewa. Kama angeza kushtakiwa, angeshtakiwa kwa sababu ya kuambia watu usipenda kutendewa usimtendee mwingine. Hamna uwezo kushtakiwa, kwa hiyo anachochea jambo jema, anachochea mema na wapinga wabaya na kuongeza kwa wewe kwa mabaya. Mmm, mm, amna basi Najiuliza maswali yote katika yote sijapata majibu. Endelea kujiuliza nikipata jibu, jibu nitakuja yani, kwa jibu mimi najiuliza, labda la kama ndugu yangu anisikiza mpaka mwisho najibu hapo, naomba nisaidie nisaidie kwa jibu hapo nisaidie, mimi si hewi, sina jibu. Ukiwa naye majibu nitakushukuru. Mimi naendelea kujiuliza, nikija kupata jibu nitakuja kwa jibu, jibu. Mungu awabariki sana. Hii ni sauti ya mtoto wa mtu aliyaye kutoka gerezani akisema hii ni akisema tengeneza njia ya Bwana ya jeshi mapito yake. Kwa sababu gani? Kwa sababu Bwana karibu kuja, akulipe wewe unayenisikiliza sawa na matendo yako, sawa na njia zako, maisha yako unayojificha sirini, na kumbe unajificha sirini, Mungu anaishi sirini, pole yako. Kwa hiyo Mungu huyu ambaye unajificha unajificha kwetu sisi, unafanya mambo mengi mabaya, unaumiza watu, unateka watu, unaua watu, unapanga mipango mingi ya kikatili, sisi hatukuoni sawa, ila Mungu uko sirini, unakupangia ndiko Mungu anakoishi. Kwa hiyo huyo yu Mungu anakuja Atakuja hata kama sisi tutaumizwa, tutatekwa, tutafungwa, tutauawa, tutalia, tutalizwa, tutaumizwa kwa namna nyingi mbaya ambazo hatujawahi kufikia kwenye akili zetu, lakini Mungu alituamini, atatupa kustahimia na atatupa kuweza. Lakini baada ya hapo, huyo Mungu sasa atakuja, anakuja kukulipa sawasawa na matendo yako, anakuja kukulipa sawasawa na matendo yako, na hiyo ndiyo maana neno mara na mara. Na tumeongea kitara kitaratibu na kistaarabu sana. Kama kuna mtu ambaye atakuwa hajanielewa hapo, eh, basi sasa tunaweza kutumia. Mungu awabariki. Moto kabisa, moto wa Elia, ubatizo wa moto Yesu alijosema. Injili ya Mizeituni miwili ambayo inaandikwa kwamba kila anayetaka kuwaua watu hao, moto utoka kwenye vinywa vyao na kuwala hayo adui zao. Kama hivyo jitie moyo, mtetee bwana wako yeye aliyekutetea wewe mpaka ukaponywa. Kwa namna hiyo, simama na wewe kwa damu yako

Piga kelele wambie, watuceanamu inakuja. Piga kelele wambie, hukumu na kucha. Piga kelele wambie, Mungu ndiye aliyekuwa na hata sasa na kuitachi. Haleluya!